Kabla ya masiku haya machache tuli tulitangaziwa kwamba kutakuwa na kongamano katika mji wa Mwanza pale, na wewe ukiwa ni mmoja ya wa wahadhiri ambao watakwenda kutoa mada katika ule muhadhara pale. Baada ya muda kutoka tena katika kongamano lile, kukatoka taarifa ya kwamba wewe si mmoja kati ya wahadhiri ambao watakwenda kutoa mada pale. Kwa hiyo, na watu wamo miongoni mwao wanakupenda sana, wanataka kusikia chochote kutoka kwako. Hebu tupate ufafanuzi juu ya jambo hili ilikuwaje? Kuwaje, kuwaje. Mimi kusema kweli huwa sipendagi sana kuzungumza vitu kama hivi. Katika da'wa zangu sidhani kama mliwahi kuniona nikibishana na watu. Miongoni mwa madai wenye bahati nzuri ya kupigwa madongo mimi ni miongoni mwao. Lakini sijawahi kurejesha kwa sababu nimesoma da'wa ni matakhasas katika da'wa. Qaida ka ya da kida'wa inasema kun baina an-nasi kash-shajara yarmuna ilaiha al-hajara tarmi watarmi ilaihimu ath-thamara, ishi na watu kama mti. Watu wana tabia ya kuupiga mti mawe, kurushia mti madongo, lakini mti haurejeshi, mti sana sana majibu yake huwapatia matunda na namshukuru Allah, naamini kwa asilimia mia moja nimefaulu katika hilo. Na ukiona nimepanda juu ya mimbar nakemea jambo, basi ujue ni jambo zito. Kama juzijuzi, juzi kuna bwana mmoja kahalalisha kumwendea kuwaendea wake kinyume na maumbile, nakasema hiyo hilo ni asilaumiwe yeye hilo ni jambo la Qurani, Qurani imeruhusu. Nimesimama mimi nime Nimekemea hilo jambo. Pamoja na hayo, si mtu wa migogoro, sio mtu wa mabishano, na laiti ningelikuwa ni mtu wa hayo, huko huko kwangu Dar es Salaam Temeke ningeyazungumza habari za kongamano hili la la Mwanza. Lakini kwa sababu shekhe, umeuliza, labda nikwambie jambo moja. Kongamano la Mwanza mimi sijaalikwa, hakuna mwaliko rasmi kutoka katika kamati inayoandaa kongamano hilo ambao mimi nimeupokea. Siku zote ukisikia mtu fulani amekataliwa jambo, anayekataliwa jambo ni mtu ambaye ana mambo moja kati ya mawili: ameomba jambo, jibu likaja la kukataliwa. Mimi sijawahi kuomba kushiriki katika ile kongamano, na ile kongamano ni kongamano ambalo linazunguka, mwaka huu linafanyika mkoa huu, mwakani mkoa mwingine, mwakani nchi nyingine. Sijawahi kushiriki na sijawahi kuomba na sitegemei kuomba kushiriki. Hilo la kwanza. La pili, mtu anaweza akawa amekataliwa kushiriki katika jambo baada ya kupewa mwaliko, umepokea mwaliko rasmi, waliokalika waka cancel ule mwaliko, wakakwambia basi tena hatukualiki. Kwa hiyo mimi sijawahi kupata mwaliko rasmi ya waandaaji wa hilo kongamano, na ndio maana nitashangaa, nitastaajabu nitakaposikia pana semwa kuwa fulani amekataliwa kushiriki katika kongamano. Mi sikuomba, sina habari nalo, sasa nakataliwa vipi? Nadhani nanielewa jamani, eh? Lakini jambo moja ni kiri, ijumaa ya mwisho ya Ramadhan nilikuwa Mwanza, nimehutubu katika msikiti mmoja. Shekhe mmoja wa pale Mwanza ambaye ni ndugu yangu, rafiki yangu alinialika yeye kama yeye katika hilo kongamano, na baada ya kubaki mwezi mmoja na nusu au miwili, akanikumbusha tena. Lakini shekhe huyo ni shahidi na Allah ni shahidi, nilikataa, nilimwambia ndugu yangu, niwie radhi, siwezi kushiriki, na nikampa sababu zangu, kwa hiyo asitokee mtu akataka kupata umaarufu kupitia mgongo wa Sheikh Kishki, akasema kwamba tumemfukuza au tumemkataa. Mimi kinachosemwa sikijui, mimi mwenyewe nacheka naposikia yanayosemwa. Kwa hiyo jibu langu ni hilo, lakini nikuombeni tu, jaribuni kufata tabia nilizonazo mimi, msiwe washindani na msiwe wabishani, mnabishana bishana, bishana. Mimi ukimtazama ni kijana wa Dar es Salaam, jiji la gharama, nimecheza michezo yote, naweza kumjibu mtu yoyote atakayenichafua heshima yangu, lakini mimi ni mtu wa Qur'an. Qur'an imemwagiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe anapuuza na ukiniona mimi napigwa napigwa na madongo na watu wengi, jamani, hilo mulijue, kulia kushoto kiingia. Wewe fungua YouTube andika tu radi kwa Kishki, wallahi asilimia 90 siwajui, nawaona tu kwenye picha, huyu naye nani, anatokea wapi? Sasa ukiona mimi nakaa kimya, si ujinga, bali napuuza. Na nikikukalia kimya, nimekupuuza, na Qur'ani imesema puuza, katika sura tul-Araf. Allah anamwambia Mtume, wa a'rid anil jahilin, wapuuze wajinga. Akamwambia katika suratu Alhijri, wa a'rid anil mushrikin, wapuuze washirikina. Kwa mimi napuuza, sina haja ya ushindani, umenielewa eh? Hata hii mada yangu ya kwanza leo naongea nini? Nimeongea nini leo? Mada ya kwanza naingia Tanga, nimeongea nini chumola inawezekana kuna mtu anategemea Sheikh leo atazungumzia jambo fulani atawakanyaga watu. ah, mambo asina muda huo, sina siko hivyo. Na kama wapo wanakuja kwenye mihadhara yangu wanajua hapa hajapiga atapiga barabara tisa na kumi, utazodoka mi sina taimu hiyo. Tumeelewana jamani, eh? Kiufupi ni hivyo ndugu zangu, wabarakallahu fikum. Kishki TV nuru ya dini yako.